Ni katika ibada ya Jumapili katika kanisa la ABC Mitaboni, kaunti ya Machakos. ibada maalum iliyoongozwa na askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki ikihusisha kuwatuma wanafunzi 20 i waliohitimisha masomo ya Biblia katika makanisa mbalimbali ya ABC.

askofu mkuu akiwahimiza wanafunzi hawa kuwa na manufaa katika huduma na pia kugeuza watu kumgeukia Mwenyezi Mungu. You are going to be that transformation agent of change. Because if you cannot change four things in a person, you have not yet qualified. You are just there. One

Aidha, wameraiwa kuwa wanyenyekevu kwa Mungu na watu wote kwa ujumla na kupambana kila wakati ili kufanikisha huduma na malengo yao yote, kwa sababu Mungu amewaita na akawatuma, but that is not enough. Ukitumwa you need to kujituma. I like that yeah? Ukitoka hapa ujue aliyekuita anahitaji wewe ukaishi na uweze kuifanya, Mungu afanye nini? Aheshimiwe. Endapo utaenda nje na usijue hiyo mission ambayo unatumwa ni ya kumletea Bwana utukufu na sifa, basi ujue utalaaniwa. Washiriki wengi walikusanyika katika kanisa la ABC Mitaboni kuhudhuria ibada na pia kushuhudia hafla hii. Fredrick Kwambua, Undugu TV.